Haleluya. Leo ni siku ya Ijumaa Kuu kama ambavyo tunafahamu na ni siku ambayo wengi wanafikiri kwamba ni siku ya kutokula nyama kwa sababu ya huenda wanavyofikiri, wanavyofahamu ama wanavyodhania mioyoni mwao, lakini tunataka tuangalie kwa nini ama tuanze na swali. Kwa nini hauli nyama siku ya Ijumaa Kuu? Nataka tupekue maandiko lakini zaidi ya yote ninakuja kufahamisha kwamba kwa nini. Je, unafanya ukiwa unafikiri ni dhambi? Auli ukiwa unafikiri ni dhambi, ama auli kwa sababu zipi ambazo zinakufanya usile? Aya, tuangalie maandiko katika kitabu kile cha Wakolosai sura ya pili, mstari wa kumi na sita inasema, basi mtu yoyote asiwahukumu nyinyi katika vyakula. Naomba nifunike bibilia ili niweze kufahamisha vizuri kulingana na kila ambacho kinaeleza ndani ya Biblia hii. Haya, sawa maandiko yametuambia, mtu yeyote asiwahukumu nyinyi katika vyakula. Sasa tunafahamu kabisa hii Ijumaa Kuu ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo e, kwa wale ambao tunaamini katika Ukristo kwamba alisulubiwa msalabani na akafa, na kitendo cha kufa kwake ni katika kutuondolea sisi ama kutuchukulia sisi dhambi zetu. Sasa amewezaje kuchukua dhambi zetu, alafu sisi tunajiingiza tena katika hali ya desturi kwamba tusile nyama? Hii ilitokana na ufalme uliokuwepo nyakati zile huko Rumi, kwamba walikuwa na desturi zao, kama ambavyo Waafrika pia tuna desturi zetu, kwamba akifa mfalme yoyote mtu hapaswi kula nyama, ni desturi za watu wa kule zilikuwa kwa nyakati hizo. Sasa kwa sababu sijafika nyakati hizo huko kwao, sijui kama zinaendelea, lakini huenda zinaendelea kwa sababu ndizo ambazo zimetujenga katika fikira zetu, zimetutawala sisi wa Afrika. Sasa hiyo ni desturi, lakini tunapokuja kwenye swala so zima la kwa nini hauli, nafsi yako siku hiyo ya Ijumaa itamani kula nyama, ukiona nyama, ukiona uitamani kuila Ukikuta imekaangwa imerostiwa, unasema sili, ukiwa unamaanisha kwamba uhitaji au auli au kwa sababu nafikiri ni dhambi. Na hii dhambi inaanzia wapi? Kwa mfano, wewe uko hapa, unafahamu kabisa kwamba kula nyama siku zingine unakula, wala utapiki. Ijumaa kwa nini usile? Nataka kwenye majibu tuende hapo, majibu yako hivi. Nafikiri kama ambavyo nimekwambia, desturi ambayo tuliletewa ya wale watu ambao walikuwa nayo nyakati zile, Yesu mpaka anafikia kusurubi msalabani. Akione mfaru mekufa ya kusulubiwa msalabani, kwamba akionekana mfaru amekufa siku hiyo hakuna kula nyama, ndio wakatuletea na sisi. Huko Afrika tukatoka kwenye mifumo ya kwetu tuliyokuwa nayo tukajikuta na iga mifumo ya kwao ambayo wala si maandiko wala si dhambi, bali ni desturi. Na sisi hatuko chini ya sheria, tuko katika neema na tunafahamu kabisa. Kwa mfano, utamaduni wa Mwafrika, mtu akifa, awe ni mkubwa mwenye nafasi mwenye cheo, lazima nyama ziwepo, lazima watu wachinje waweze kula, na ni sehemu ya furaha na kufurahia na kusherekea eh, na kuweza ku sijui nitumie neno gani hapo ha, ambalo litakuwa liko vizuri ha, kuweza kumwenzi huyu marehemu aliyekufa kwa jitihada alizozifanya hapa duniani, kwa maana ya kwamba lazima watu wachinje, lazima watu wale, na ni sehemu kama ya sherehe hivi, kwa sababu ndo inakuwa wanasema ni sherehe yake ya mwisho. Sasa tunapokuja kwenye hii siku Yesu amekufa, kwa nini tusile nyama? Hapo ndo ambapo wengi tumetekwa fikira, tumeingia kwenye ufahamu mdogo na tumejikuta tunalemewa na vitu ambavyo ni, ni, ni, ni desturi za watu zinatufanya eti tusile nyama. Kwa hiyo ni kitu ambacho si sawa kwa mujibu wa Maandiko, kwa sababu sisi hatuko chini ya sheria, tuko kwenye neema, na tunapokuwa kwenye neema, tunamaanisha kwamba kila kitu ambacho tunakifanya tunamtazamia Kristo kana kwamba alikichukua pale msalabani. Kwa hiyo tunapopaswa kufanya, tunapaswa kuenenda katika njia za utakatifu, na ndio maana ukiangalia nyakati hizi tulizonazo, Waafrika wengi akili zetu ni mbovu kwa sababu utakuta mtu ana, anaandaa nauli yake, anasema mimi naenda ku, ku- kufanya tua labda Israeli lakini ukifika akifika Israeli anajikuta ameenda kwenye kaburi la la Daudi labda pale Yerusalemu, anaomba kwenye kaburi la Daudi. Lakini akija huko Afrika akaambiwa nenda kwenye kaburi la babu yako ukaombe hiki, anasema huku unaabudu mizimu. Je, swali dogo tu la kufikirisha, kule Israeli Yerusalemu huko Daudi alikuwa ni Mungu? Sakuwa mwanadamu kama sisi? Tena kwa masuala ambayo aliyafanya, tukiyasoma kwenye maandiko, tunaona tunaweza kusema pia alikuwa mzinzi, kwa sababu maandiko yanatuambia alizini na mke wa Uria. Sasa tunaendaje kuomba kwenye kaburi lake, halafu kwenye kaburi la babu yetu, ambayo pengine hakufa hata na dhambi yoyote ambayo tuliwahi kuishuhudia, tunasema ukienda kuomba pale

Mimi nafikiri Afrika tubadilike, tuwe na akili ambazo zinaweza zikatuongoza kufika kula ambako tunakutegemea ambako ni msalabani kwa Kristo Yesu na hatimaye uzima wa milele. Lakini tunapoendelea na mawazo yetu haya, tutashindwa kuona nguvu za Kimungu, tutashindwa kufikia malengo yetu, tutashindwa kutawala na kumiliki pamoja na Kristo na tutakaa katika mifumo ambayo itatudidimiza milele na hatutafika kuona uwezo wa Mungu ukifanya maajabu sana sana. Ndio maana mda huu unasikia vijana wengi ambao wanataka mimi natamani kufanikiwa, unasikia wanasema ili ufanikiwe lazima uende kwa waganga wa kienyeji. Wanashindwa kufahamu kwamba si waganga wa kienyeji bali ni nguvu ya Mungu iliyomo ndani ya Waafrika wafrika, kwa sababu toka kabla hata ujio wa, wa hizi Biblia Waafrika walikuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa, tunawasoma kwenye historia, alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji sasa kama Mwafrika alitembea juu ya maji na Yesu alitembea juu ya maji, alikuwa na uwezo wa kuamuru waku, mvua ikanyesha, na Yesu aliweza kuamuru vitu kama hivyo. Lakini kipindi hicho Mwafrika alikuwa mjui Yesu sasa, ila alikuwa ndani ya Mungu na Yesu yu alikuwa ndani ya Mungu kwa maana ya utatu mtakatifu: Yesu Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tulipokuja tukawekewa hizi hizi hizi dini zikatufikirisha katika u, ufinyu, tukajikuta tunaacha vya kwetu tunatawaliwa na fikra ambazo zinatuondoa katika uhalisia wetu wa kuona matendo makuu ya Mungu. Tunajikuta tunafuata matendo yaliyoanzishwa na wanadamu. Kwa hiyo inatubidi tulisome neno la Mungu tulielewe, na tafakari kwa kina, ili tupate kuona nguvu za Mungu zikiwa juu yetu. Mungu awabariki.